Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi nane, yani ile kadi. Ulishindwa kuitunza. Huna pochi, huna kabati, huna loloti. Bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Ileweke vizuri hapo. Yaani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale. Unayojua hujakata? Haumo unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza utaratibu huu tofauti. Mwingine kwa wasumbufu, bodi mutafute, utashauri mtu akijua ana uhakika, yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata. Maana unajua mlango tuliofungua u, sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mimi nilikata. Mtafute umo sifuri saba sifuri saba, huwe na uhakika nayo, ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo, jinsi gani enkar na Bodi ya Ligi wanawajali mashabiki wetu. Mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu, geti A hey, na geti B hmm, si ndio? Yale mageti mwende pale, mtakuta deski maalum mwisho kabisa, unajua deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi, kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi. Yani kuna watu maalum ndio wewe ambao umepoteza kadi eh. Bwana, mmempa heshima huyu mtu <laughs> Yaani kadi umepoteza nauepua deski maalum. Bodi ya ligi itupeni tena, mbona natupenda namna hii jamani? Taratibu mzuri. Yaani kadi ukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale, unatoa taarifa zako, bwana, mimi nilisajili kwa namba hii na hii kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe almasi nani, kwa unaingia ndani unapewa cha kwako. Hakuna ambaye alikata tiketi machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au n kadi au timu mwenyeji, ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata, n kadi, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo, uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo, na mimi watu wasiji wakachanganya. Kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, nakaamka tena, ukaenda makao makuu na kadi unayo We kama una kadi, tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea, ndiyo uende kwenye taratibu za kuswap.